Shukran sana kwake Maulana kutukutanisha tena Jumapili ya leo na ambapo nakuletea historia na namna tamasha la filamu maarufu duniani lijulikanalo kama Festival de Cannes ambalo hufanyika mwezi Mei ya kila mwaka. Leo nakuletea toleo la 78 la tukio hilo ambalo lilifanyika kuanzia Mei 13 hadi 24 mwaka huu. Na kwenye le parler francophone, kama kawaida, nitakujuza ratiba ya shughuli mbalimbali za kitamaduni kwenye vituo vya Alliance Francaise za ukanda, na kwenye muziki nitakuletea mwanamuziki Ali Kiba. Mimi ni Ali Bilal, nasema karibu ama bienvenue. Tamasha hili la filamu la Cannes ama Festival de Cannes hufanyika kila mwaka mwezi Mei, na ambapo kabla ya yote huteuliwa jopo la majaji kutoka katika maeneo mbalimbali ya dunia. Mwaka huu jopo hilo la majaji ama jiri lilikuwa likiongozwa na mwigizaji wa Ufaransa Juliette Binoche pamoja na mwigizaji wa Marekani ambaye ni mtengenezaji wa filamu Halle Berry, Mkurugenzi na mwandishi wa skrin kutoka kule India Payal Kapadia, mwigizaji wa Kiitaliano Alba Rohrwacher, mwandishi wa Ufaransa mwenye asili ya Morocco Leila Slimani, mkurugenzi na mtengenezaji wa filamu wa maandishi na mtayarishaji wa skrin Diedone Hamadi, mtayarishaji Carlo Ray Gadas na mwigizaji wa Marekani Jeremy Strong ndio ambao walihusika katika kutoa tuzo uh, miongoni mwa filamu 22 zilizoshindana uh, katika shindano la mwaka huu. kama unavyojua hakuna jambo linalokwenda bila maandalizi. Kwanza kabisa, lilianza kuandaliwa jopo hilo la majaji, na ambalo lilitangazwa Februari 4 mwaka 2025. Ilipofika Machi 18 mwaka 2025 bango la wiki moja ya watengenezaji filamu lilizinduliwa. Lilikuwa ni mchoro wa mtengenezaji wa filamu wa Marekani, mwigizaji na msanii Harmony Korine. Machi 19 ilitangazwa kuwa mkutano wa uandishi wa habari utaotangaza uteuzi rasmi utaratibiwa na ilikuwa ni Alhamisi Aprili 10 mwaka 2025, na Machi 26 tamasha hilo lilitangaza kuwa mkutano mkuu wa sherehe atakuwa Laurent Lafitte ambaye hapo awali alikuwa ameshikilia nafasi hiyo kwenye tamasha la filamu la Cannes la mwaka 2016 na, na Aprili mosi lilitangazwa kuwa mkurugenzi wa Marekani Todd Haynes angepokea kuwa kocha wa dhahabu wakati wa wiki moja ya watengenezaji filamu. Mapema katika mwaka huo aliongoza jopo la majaji katika Berlinale ya 75. Aprili saba ilitangazwa kuwa mwigizaji wa Marekani Robert de Niro, rais wa jopo la majaji ama jiri katika toleo la mwaka 2011 angepokea Palme d'Honneur ya heshima kwa mafanikio ya maisha. Siku hiyo hiyo ilitangazwa kwamba mkurugenzi wa Ufaransa Christophe Honore angekuwa mwenyekiti wa jiri ya Queen Palm, na April 8 mwaka 2025, filamu ya kwanza ilijiunga na uteuzi rasmi, Mission Impossible The Final Reckoning ya Christopher makari iliyotolewa nje ya mashindano, na Aprili 9 mwaka huu wa 2025, siku moja kabla ya uteuzi rasmi kutangazwa, ilitangazwa kuwa mkurugenzi Muhispania Rodrigo Sorogoyen angekuwa mwenyekiti wa jiri la wiki ya wakosoaji baada ya kulazimika kujiondoa katika dakika za mwisho mwaka uliopita siku moja kabla uteuzi rasmi kufichuliwa, tume ya bunge ya uchunguzi kuhusu vurugu iliyofanywa katika sekta ya filamu, sauti ya kuona, uigizaji wa moja kwa moja, mitindo na utangazaji, ilitoa ripoti yake ya mapendekezo 86 kwenye seti ya program Quotidien, mbunge Sandrine Rousseau alihimiza tamasha la filamu la Cannes kukagua ripoti hii kati wa mkutano na uandishi wa habari Aprili 10 Irish Knobloch na Thierry Framon walirejelea Aprili 14 uteuzi wa wiki ya wakosoaji ulifichuliwa, na Aprili 15 uteuzi wa watengenezaji filamu ulizinduliwa siku moja baada ya kutangazwa kwa uteuzi rasmi. Mwandishi wa habari wa Palestine Fatima Hasuna, ambaye ni mwigizaji mkuu wa filamu ya Sepiden Farsi ya Put Your Soul on Your Hand and Walk aliuawa pamoja na watu kumi wa familia yake katika shambulio la anga la jeshi la Israel nyumbani kwao katika jiji la Gaza, Aprili 16, 2025. Tamasha hilo lilitoa taarifa rasmi tarehe 23 Aprili, ikituma salamu za rambirambi na kukosoa vita vinavyoendelea huko Gaza. Aprili 18, 2025, ilitangazwa kuwa mtengenezaji wa filamu wa Kiitaliano Alice Rohrwacher mwanachama wa jiri wa mwaka 2019 chini ya uongozi wa Alejandro Gonzalez inaritu angekuwa mwenyekiti wa jiri camera dor, na Aprili 21 mwaka 2025 bili mara mbili ya toleo la 78 la tamasha lilizinduliwa na kuangazia picha mbili za Anouk Eme na Jean-Louis Trintignant wakikumbatiana wakizunguka wakikumbatiana wakizungukazunguka kwenye ufuo wa Deauville, ufuo wa Deauville, picha iliyochukuliwa kutoka kwa filamu ya Claude Lelouch A Man and a Woman ambayo ilishinda Palme d'Or mwaka 1966. Na Aprili 22 mwaka 2025 ilitangazwa kuwa mwigizaji wa Ufaransa Julie Gayet atakuwa mwenyekiti wa jiri la The Golden A, na katika sherehe ya ufunguzi Mei 12, jopo la waigizaji 300 wa filamu walioitwa At Cannes The Horror of Gaza Should Not Be Quieted ilitoa pongezi kwa Fatima Hasuna, mwandishi wa picha wa Falestina aliouawa na jeshi la Israel na kukemea ukimya mbele ya mauaji ya halaik yanayoendelea huku Gaza. Na katika sherehe ya ufunguzi Mei 13 2025, mwimbaji na mwigizaji Milen Fama alitumbwiza wimbo mpya uitwao Confession jukwani akitoa heshima kwa rafiki yake David Lynch aliyefariki Januari 16 mwaka 2025.

Laurent Lafitte ambaye ni msimamizi wa sherehe alitoa pongezi kwa Emilie De Can aliyefariki March 16, 2025 na ambaye alishinda tuzo la mwigizaji bora wa Rosetta mwaka 1999, kwa kuweka wakfu sherehe kwake wakati wa tamasha Mei 24 mwaka 2025, siku ya kufunga tamasha, jiji la Cannes lilikumbwa na itilafu ya umeme kwa saa kadhaa kutokana na hujuma ya mitambo ya umeme iliyofanywa na magenge mawili ya waasi waliokusudia kutatiza tamasha na miundo mbinu mingine. You know what? Go My Father's Shadow ni filamu ya kwanza ya Kinigeria kuonyeshwa kwenye tamasha la filamu la Cannes. Akinola Davis mdogo anatoa makala yake ya kwanza akisimulia tawasifu siku moja huko Lagos kabla tu ya nchi hiyo kusambaratika kufuatia udikteta. Mpenzi msikilizaji, hili ni mmoja miongoni mwa matamasha makubwa ya filamu duniani ambalo hufanyika mara moja kila mwaka. Lakini ni lini watengenezaji filamu kutoka ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati watashiriki kwenye tamasha hilo? Je, hatuna waigizaji wazuri au watayarishaji filamu wazuri? Shida unafikiri ni nini hasa? Basi tuandikie ili kutupa maoni yako. Mwisho wa kipengele hiki. <tune> na makala unaendelea kusikiliza. Ni changu chako chako changu. Nami Ali Bilali na kuona Etienne Muhasa ukiwa pale Goma, upo hewani muda huu ukisikiliza makala ya leo. Sikukusahau Prefet Albert ukiwa pale Lemera, na wewe unasikiliza makala asubuhi ya leo. Na sasa tuelekee kwenye kipengele cha Le Parle Francophone, ambapo Juni 9 Alliance Francaise ya Nairobi wamekuandalia filamu

filamu ya Stefan de Moustier, lakini pia tarehe kumi na tatu hadi ishirini na tisa wamekuandalia maonyesho the print press. Onyesho hili huadhimisha matoleo machache na watengenezaji wa chapaji ndani ya mandhari ya kisasa ya sanaa ya Kenya. Ukiwa na nafasi unaweza ukatembelea eh, eneo ama ukumbi wa Alliance Francaise kwa ajili ya kuangalia ni nini kinachoendelea katika maonyesho hayo mwisho wa kipengele hiki. Unasikiliza changu chako chako changu, makala yanayohusu utamaduni. Unaendelea kusikiliza makala changu chako chako changu, nami Ali Bilali, mtangazaji wako asiyependa makuu. Valeri Mumbere, na ukiwa Butembo, big up sana, siku kusahau kocha wa kimataifa Jospin Mwengeshali ukiwa mashariki mwa DRC. Na sasa tuelekee kwenye kipengele cha muziki. Yeah. Yeah, juma hili na kupeleka jijini Dar es Salaam na kuwasilisha kwenu msanii maarufu Ali Saleh Kiba, au wakati mwingine King Kiba. Ali Kiba ni mwanamuziki na mtunzi wa nyimbo ya wanamuziki mahiri wa Afrika Mashariki hata kwa ujumla. Anachukuliwa kuwa mfalme wa Bongo Fleva. Ali Kiba anatokea Kigoma mpakani mwa Tanzania na Burundi pamoja na DRC. Ali Kiba anatajwa kuwa miongoni mwa mastaa maarufu wa Bongo Flava mara nyingi akihusishwa na mpinzani wake Diamond Platnumz. Sikiliza wimbo wake huu Chekecha Cheketua. Ya blue light, sema nini unataka? Ni kugeuze princess, sema nini unataka? Una kichwani kh mwaka 2008 Ali Kiba alishirikiana na Ara Kelly na wanamuziki wengine wa Afrika kwenye mradi wa 9. Yeah. Mali ni nyingi nyumbani, Kipi kimekukimbiza onababio, mamio wote wanakulilia mtoto pekia kunyumbani. Kipi kimekukimbiza onababio, mamio wote wanakulilia ndani ya Dar es Salaam e, ulikuja bure tena, kimwana kimwana kujui kuchuna na zile lawama za wale waliokuzoeza, ulikujajana na leo tofauti sana kipekee iliyotajwa na Alikiba kama albamu ya Kiafrika, alishinda kitengo cha albamu bora katika tuzo za muziki za Tanzania mwaka 2022. Katika ghafla hiyo ya kifahari Alikiba alishinda tuzo tano kwa jioni moja, pamoja na tuzo zingine kama tuzo la People's Choice, msanii bora wa kiume, video bora ya muziki kwa wimbo wake wa Salute aliyomshirikisha msanii wa Nigeria Rude Boy, mtunzi bora wa nyimbo wa Melody wa mwaka na msanii bora wa Afrika Mashariki. Wimbo wake Utu ni mojawapo ya nyimbo za mapenzi ambazo hupendwa sana na wapenzi wa muziki kutoka Afrika Mashariki na kati.

Alikiba ndiye msanii wa Tanzania aliyetunukiwa tuzo nyingi zaidi katika tuzo za muziki. Machi 10 mwaka 2024, Alikiba alizindua kituo chake kipya cha redio Crown FM kinachorusha matangazo yake kutoka Dar es Salaam, Zanzibar, Tanga na Pwani. Kwa kuhitimisha makala yetu ya leo ni kuache na wimbo wake Saluti aliyomshirikisha msanii wa Nigeria Rude Boy.

So, huu ndio unatufikisha kwenye tamati ya makala yetu asubuhi ya leo. Kumbuka, mwisho wa makala haya ndiyo mwanzo wa makala nyingine. Tukutane tena Jumapili ijayo tukijaliwa. Ali Bilali ndio jina langu, mtangazaji asiyependa makuu, na kutakia bon dimanche ebon reveille matinal.